Upatikanaji wa mbolea umeongezeka kutoka tani laki saba sitini na sita elfu na ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na moja hadi tani milioni moja laki mbili kumi na tatu elfu mia saba ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne. Uingizaji wa mbolea umeongezeka kutoka tani laki tano elfu nne mia moja ishirini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na moja hadi tani laki saba ishirini na nane elfu mia saba hamsini na nane mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne na uzalishaji wa ndani wa mbolea umeongezeka kutoka tani 42695 mwaka 2020-2021 hadi tani 158628 mwaka 2023-2024. Pia tumeshuhudia kuongezeka kwa viwanda vya kuzalisha mbolea na visaidizi vya mbolea kutoka viwanda 16 mwaka 2020-2021 hadi 33 mwaka 2023-2024. Kati ya viwanda hivyo viwanda vitatu ni vikubwa, viwanda 11 ni vya kati na viwanda 19 ni vidogo. Vile vile kumekuwa na ongezeko la matumizi ya mbolea kutoka tani laki tatu 63599 mwaka 2020 2021 hadi tani laki nane 40714 mwaka 2023 2024. Jitihada hizi zimepelekea ongezeko la uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara nchini, yeah.